Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia nitumie nafasi hii kuwakaribisheni nyote katika ofisi yetu ya Bidabida Bida Dua Center. Nichukue nafasi hii kuwatangazia rasmi ofisi yetu sasa itakuwa iko wazi kwa ajili ya kutoa huduma zote zinazohusiana na dua na visomo mbalimbali, Insha Allah. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kuanzia Jumapili hii ya kesho ya tarehe ishirini na nane, ofisi itakuwa wazi kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa kumi na moja jioni. Kwa wale wote ambao wana shida zao binafsi, wanahitaji dua binafsi, wanahitaji ushauri binafsi, basi wafike ofisini inshallah, tutasaidizana kadri ambavyo Mwenyezi Mungu atatuwezesha. Na huduma hii ya dua tutaifanya bure hapa kituoni kwetu, kwa hizi siku zote za mwanzoni za kuifungua ofisi yetu. Nyote tunawakaribisha na utaratibu wa kufika Ofisi iko Mburahati katikati ya Madoto na Mburahati mianzini. Kwa wale watakaotokea Mabibo Makutano Kigogo, basi waje mpaka Mburahati Madoto, waishike barabara inayokuja Kagera njia panda, na wale watakaotokea Morogoro Road waje mpaka Kagera njia panda, waishike barabara inayokuja Mburahati Madoto hapa katikati ya Madoto na mianzini. Wakifika eneo hili, basi wanaweza wakatupigia simu kwa namba ambazo tutaziweka hapo, ili tuweze kuwapokea na kuwaelekeza namna ya kufika ofisini kwetu. Au kwa urahisi zaidi, ukifika maeneo hayo ulizia msikiti wa Kwambela. Ukifika msikiti wa Kwambela, ni opposite na ofisi zetu zilipo. Karibuni sana.